Na ku, ni kuhusu ajira za madaktari wa Tanzania nchini Kenya. Kama mnavyofahamu tarehe 18 Machi, uh, ujumbe serikali ya Tanzania ilipokea ujumbe wa serikali ya Kenya ukiongozwa na waziri wa afya wa Kenya Dr. Cleopa Mailu na walikuja Tanzania kukutana na Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli kuwasilisha ombi la Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta la kuiomba Tanzania iwapatie madaktari 500 kwa ajili ya kwenda kufanya kazi nchini Kenya kwa mkataba wa miaka miwili. Na kama mnakumbuka, tarehe kumi na nane hiyo hiyo, nilifanya press conference katika ofisi za Wizara ya Afya Dar es Salaam kutangaza nafasi za ajira za mkataba kwa madaktari 500 nchini Kenya, na tulipokea maombi hadi tarehe ishirini na saba mwezi wa tatu na takribani tulipokea maombi mia nne tisini na sita lakini tukayachambua yale maombi kwa kuzingatia vigezo ambavyo tuliviweka. Kigezo cha kwanza kilikuwa lazima awe na vyeti vya taaluma na vyeti vya sekondari, lakini pia tuliotaka muombaji awe na umri usiozidi miaka hamsini na tano awe amesajiliwa na Baraza la Madaktari la Tanganyika, lakini pia asiwe mtumishi wa umma au ameajiriwa katika hospitali teule za halmashauri na hospitali za mashirika. Kwa hiyo tulichambua tuli, tuli yale maombi yote, na baada ya kuchambua maombi tukajiridhisha kwamba madaktari 258 mbona siwaoni hapa? Na madaktari 258 walikidhi vigezo tulivyoviweka vya kwenda kufanya kazi nchini Kenya kwa ajira ya mkataba wa miaka miwili, na pia wakati sasa tunachambua tulianza pia kuandaa uh, memorandum of understanding, hati ya makubaliano kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Tanzania kuhusu kupeleka madaktari nchini Kenya, na lengo letu ilikuwa ni kutaka kulinda haki maslahi na Ma, na, na, na, na haki maslahi na, na mazingira ambayo madaktari wa Tanzania wataenda kufanya kazi kule, lakini pia tulipitia mkataba wa ajira ambao wenzetu wa Kenya waliuwasilisha kwa ajili ya madaktari wa Tanzania. Lakini tarehe thelathini na moja mwezi Machi elfu mbili kumi na saba kama mmefuatilia vyombo vya habari na wengi mliniuliza, mahakama nchini Kenya iliweka pingamizi Serikali ya Kenya kuajiri madaktari kuendelea na mchakato wa kuajiri madaktari hao mia tano nchini Tanzania na, amini nchini Kenya. Na pingamizi lile lilifuatia maombi ambayo yaliwasilishwa na wananchi ambao ni madaktari watano nchini Kenya, lakini sasa kwetu sisi tulikuwa tumekubaliana ratiba na wenzetu wa Kenya kwamba itakapofika tarehe sita Mwezi wa 4 F 2017 tutakuwa tumemaliza mchakato wa kuwatafuta madaktari wa Tanzania kwenda nchini Kenya lakini tukakubaliana kwamba kati ya tarehe sita mpaka tarehe kumi tutawasafirisha rasmi madaktari wetu kwenda kufanya kazi nchini Kenya. Na mpaka leo tunafahamu kuna pingamizi la kuendelea na mchakato wa kuajiri madaktari wa Tanzania nchini Kenya. Kufuatia hali hii, Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr John Pombe Magufuli ameamua madaktari hawa waliokidhi vigezo 258 ambao walikuwa tayari kwenda kufanya kazi nchini Kenya waajiriwe na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara moja. Kwa hiyo, kupitia kwenu napenda kuwatangazia wote ambao wameomba na wamekidhi vigezo wataajiriwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na majina yao tutayatangaza katika tovuti ya wizara, pamoja na wataalamu wengine kumi na moja ambao walileta maombi na tumeona kwamba wana vigezo vinavyohitajika. Lakini kwa upande mwingine Endapo serikali ya Kenya itaendelea na uamuzi wake wa kutaka tuwapatie madaktari mia tano wengine, kama tulivyoeleza, tunao madaktari wa kutosha. Kwa hiyo tutaendelea na mchakato pale ambapo serikali ya Kenya itakuwa tayari. Lakini mheshimiwa rais, yeye aliniambia, Waziri, uliniambia tarehe sita mpaka kumi madaktari hawa wanakwenda kufanya kazi Kenya. Leo ni tarehe, ilikuwa ni jana usiku Leo ni tarehe kumi na nane. Kwa hiyo mimi ni mtu wa vitendo, sio mtu wa maneno. kama hawaendi Kenya basi na kuwaelekeza sasa hivi, nimeamua madaktari hawa waajiriwe nchini Tanzania. Kwa hiyo tunawapongeza madaktari hawa ambao wameonyesha dhamira ya dhati ya kufanya kazi katika mazingira yoyote, katika mazingira ambayo nyinyi wenyewe ni mashahidi, mnaona kulivyokuwa na propaganda lakini bado hawa wakaonyesha utayari wa kufanya kazi katika mazingira hayo, kwa lengo la kuokoa maisha ya wananchi. Kwa hiyo kwetu sisi hawa ni wazalendo, hawa ni mashujaa, hawa ni watu ambao kweli wako tayari kufanya kazi sehemu yoyote. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Kama mnavyofahamu, tuna tatizo la uhaba wa madaktari nchini, lakini changamoto yetu kubwa ilikuwa ni rasilimali fedha ya kuwaajiri. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais sijui amepata wapi hizo fedha, yeye mwenyewe ndiye mkuu wa nchi. Kwa hiyo sisi tunamshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa uamuzi wake wa kuajiri madaktari hawa 258 na wataalamu wengine 11.